Usiku wa kijiji cha KwaXimba uliwahi kujulikana kwa utulivu wake wa asili. Kulikuwa na mbalamwezi wa dhahabu uliotawanya mwanga wake juu ya milima ya kijani kibichi, maporomoko ya maji yaliyokuwa yakiimba kwa sauti ya upole, na upepo wa baridi iliyoambaa polepole juu ya nyumba za nyasi. Lakini nyuma ya utulivu huu palijificha fumbo la muda mrefu, fumbo la damu, la macho mekundu na la miguu mifupi inayosogea kwa haraka bila kusikika. Zanele Khumalo, binti aliyekuwa akisoma chuo kikuu cha KwaZulu Natal, alikuwa amerudi kwa likizo fupi nyumbani kwao KwaXimba. Alikuwa msomi mrembo na mwenye akili sana. Hakuamini uchawi wala mapepo wala hadithi za mitaani kuhusu Tokoloshe, yule kiumbe wa kuzimu anayesemekana kuishi chini ya vitanda, kula ndoto za watu na kuchukua roho za wale waliochaguliwa. Siku aliyorudi kijiji kilikuwa kimya isivyo kawaida. Watoto hawakucheza mitaani. Wazee walimwangalia kwa macho ya huzuni na mashaka. Hakuielewa hali hiyo. Aliona kama watu wamemkimbia. Alidhani ni sababu alikuwa msomi wa kijiji. Lakini haikuwa hivyo. Alipofika nyumbani, mama yake alimkumbatia kwa nguvu isiyo ya kawaida. Karibu nyumbani, mwanangu, lakini usisahau kulala juu ya vitanda vilivyoinuliwa. Zanele alicheka. Hizo hadithi bado mnaziamini hadi leo? Mama yake alimtazama bila tabasamu. Zipo, kwa sababu wengine waliokosa kuzitii hawakumaliza hata wiki. Alipopanda kitandani usiku huo, macho yalikuwa mazito kwa uchovu wa safari, lakini kabla hajazama kwenye usingizi, mlango ulifunguka. Aligeuka kutazama, lakini hakukuwa na mtu. Alidhani upepo. Alijifunika shuka na kulala. Sekunde chache baadaye alisikia sauti ya mluzi wa polepole pole. Akasema kwa sauti ya chini, ni ndoto tu, au ni upepo umevuma, mimi nimesikia vibaya. Lakini usiku huo ndoto ilimchukua mbali. Alijiona kwenye chumba chenye giza zito, kuta zake zikiwa zimechorwa kwa damu Sakafuni kulikuwa na alama za miguu midogo inayovuja ute mweusi, na mbele yake jicho moja kubwa likimtazama. Kisha sauti ya kutisha ikasema, umerudi Zanele, umerudi kwangu. Tukiwa tunaendelea na simulizi yetu hii nzuri, ningependa kuwashukuru na kuwaomba kama hauja subscribe, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, uwe mwanafamilia wa Dunia ya Simulizi za Kusisimua ili usipitwe na matoleo ya simulizi nyingi nzuri zinazofuata. Alipoamka alikuwa ameloa jasho. Koo lake lilikuwa kavu. Mkojo ulikuwa umemtoka. Na kwenye ukuta wake kulikuwa na mchoro wa vidole vidogo vya mtu asiye juu ya sentimita hamsini. Alienda kwa mama yake akamweleza ndoto na kila kitu alichokiona. Lakini mama yake alimtazama kwa ukimya. Kisha akatamka jina lililokata hewa chumbani. Tokoloshe. Zanele alicheka. <laughs> Mama, siwezi kuamini. Nimefanya utafiti. Huo ni ushirikina tu. Mama alitikisa kichwa. Tokoloshe si hadithi, huyu ni laana ya familia yetu, na kwa kurudi kwako umetimiza alichokuwa anataka. Zanele hakuelewa. Mama yake akampeleka hadi kwenye gala la zamani. Humo ndani, kwenye kisanduku cha mbao kilichojaa vumbi, kulikuwa na daftari la zamani lililoandikwa na babu yake Mzee Khumalo. Liliandikwa kwa mchanganyiko wa Kizulu na Kiswahili. Ndani yake aliandika kuhusu mkataba wa damu aliofanya miaka themanini iliyopita. Alitumia msaada wa mganga mwenye nguvu sana, kumpatia utajiri wa mashamba na watoto wanne, lakini kwa malipo, mganga alichukua roho ya mwisho ya kizazi cha tatu. Roho hiyo sasa ilikuwa ni ya Zanele. Hapo ndipo mambo yalipoanza kuharibika. Usiku wa pili Zanele alijaribu kulala mapema. Aliweka kitabu cha dini chini ya mto kisha akasali. Aliwasha mishumaa, lakini wakati wa saa nane za usiku dirisha lilifunguka lenyewe, pazia likapaa juu kama limevutwa. Hewa ya baridi kali ikapita, moto wa mishumaa ikazimika, na mara moja sauti ya miguu midogo ilisikika. Akaona kivuli kikipita ukutani. Kivuli kilikuwa kinazidi kukaribia, akasikia harufu ya kitu kilichooza, na ghafla akahisi kushikwa miguu na kitu chenye manyoya. Baridi kali ikampitia mwilini, hakuweza kupiga kelele, koo lake lilikuwa limebanwa na kitu kisichoonekana. Ndipo alipojua kuwa Tokoloshe si hadithi, hiki ni kitu cha kweli. Asubuhi yake alikuta miguu yake ikiwa na alama za kucha zenye weusi na uvimbe. Akaamua aondoke kijijini bila hata kumuaga mama yake, alijua ataweza kumuaga kwa kutumia simu ya mkononi. Akapakia nguo zake, lakini gari ya kijiji ilipofika, injini ilikufa. Akapanda boda boda, tairi lilipasuka barabarani. Ndipo akaamua kurudi nyumbani, machozi yakimtoka. Mama yake akamwambia, ushafungwa sasa, huwezi kutoka mpaka utimize agano la damu. Zanele hakuwa tayari kufa, akaenda kwa mganga wa kijiji. Mzee Tembo alijulikana kwa kusaidia watu waliolaaniwa, lakini mganga alipoona alama miguuni mwa Zanele aliguna kwa hofu. Huu ni muhuri wa Tokoloshe wa saba. Yeye si wa kawaida. Kumtoa kwake ni sawa na kuchoma nyumba kwa petroli ukiwa ndani lakini bado Zanele alikubali tambiko. Walimlaza kwenye kizingiti cha tambiko wakapiga ngoma za usiku, lakini Tokoloshe alikuja. Alisimama katikati ya tambiko akacheka, sauti yake ikiwa yenye kutisha sana. huyu ni wangu, msiguse mali yangu, najua mkataba ulisainiwa kwa damu. Sasa ni zamu ya roho yake. Tokoloshe akamshika Zanele mkono, akamvuta taratibu kuelekea kwenye giza. Ndipo Zanele akamwangalia Mzee Tembo kwa macho ya huruma, nisaidie tafadhali. Mzee Tembo akachukua ndimu iliyowekwa kwenye mti wa kashata, akampaka Zanele usoni, na ghafla Tokoloshe alipiga ukelele wa ajabu, akatoweka kwa moshi mweusi. Wakadhani imeisha lakini usiku uliofuata Zanele hakuamka. Walipofungua chumba chake, kitanda kilikuwa wazi, dirisha lilikuwa limevunjika, na ukutani kulikuwa na ujumbe uliopakwa kwa mchanganyiko wa damu na mate: hampaswi kuvunja agano. Mimi si kiumbe, mimi ni laana, na laana haifi, inahama. Mwaka uliofuata, mtoto wa shangazi yake Zanele msichana wa miaka mitano alianza kuota ndoto za mtu mfupi mwenye macho mekundu. Alianza kusema maneno ya ajabu kwamba kila usiku Zanele anamwita, anasema akamtembelee chini ya kitanda. Laana ya Tokoloshe haikuisha na Zanele hakurudi. Wanasema bado yuko hai, lakini si binadamu tena. Wanasema usiku, anatembea kwenye nyumba za familia yake akitafuta mtoaji mpya wa agano la damu.